Ziwa Victoria peke yake lina wavuvi laki moja na, kama na, na kumi hivi, lakini ni eneo ambalo ni hatari pia, kwa maana ya wavuvi wamekuwa wakipata sana ajali kwenye maji. Inakadiriwa kuwa kila mwaka zaidi ya watu laki mbili na elfu thelathini na sita hupoteza maisha ulimwenguni kote kutokana na vifo vya kuzama kwenye maji. Takwimu hizi ni kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Janga hili linaendelea kusalia kuwa miongoni mwa matatizo sugu no yanayoikumba dunia huku wahanga wakubwa wakiwa ni watoto na vijana. Katika kuangazia namna ya kukabiliana na tatizo hili, baraza kuu la Umoja wa Mataifa kupitia azimio lake la mwaka 2021 liliazimia kuanzisha Siku ya Kuzuia Kuzama Duniani ili kuongeza uelewa kuhusu kuzama kwenye maji kama tatizo kubwa la afya ya umma duniani na kuchukua hatua za kuzuia vifo vinavyotokana na ajali za maji. Maadhimisho haya ya kimataifa hufanyika kila inapofika Juni 25, yakilenga kuhamasisha serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali na jamii kwa ujumla kuchukua hatua madhubuti kama vile kutoa elimu ya kuogelea, usalama wa maji na huduma za uokoaji. Nchini Tanzania, inakadiriwa kuwa zaidi ya watu elfu tatu kila mwaka hupoteza maisha kutokana na ajali za kuzama majini, huku takwimu za Umoja wa Mataifa zikibainisha kuwa zaidi ya asilimia 90 ya vifo hivi hutokea katika nchi zenye kipato cha chini na zile zenye uchumi wa kati. Atham Gema mratibu mwandamizi katika shirika la usimamizi wa mazingira na maendeleo EMEDO lenye makao makuu jijini Mwanza anasema usalama kwenye maji hasa ya ziwa Victoria ni eneo muhimu linalopaswa kuangaliwa kwa jicho la tatu. Eneo la usalama kwenye maji hili ni eneo muhimu sana kwa sababu tunajua ziwa Victoria kwa upande wa Tanzania ndio ziwa ambalo linachangia mapato ya sekta ya uvuvi kwa zaidi ya asilimia hamsini Tanzania nzima. Kwa takwimu za sasa hivi ina wavuvi kama laki moja na tisini na kitu hiyo ni tanzania nzima. Lakini ziwa Victoria peke yake lina wavuvi laki moja na, kama na, na kumi hivi, lakini ni eneo ambalo ni hatari pia, kwa maana ya wavuvi wamekuwa wakipata sana ajali kwenye maji. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja tulifanya utafiti wa kuangalia kwa nini kuna ajali nyingi za kuzama maji ziwa Victoria. Majibu yake ndio ambayo yalipelekea mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kuanzisha mradi ambao tunaoita kwa kiingereza drowning prevention project unaolenga kupunguza hizo ajali katika kuhakikisha matukio haya yanapungua nchini tanzania mnamo januari 2024 kamisheni ya bonde la ziwa victoria ilisema kuwa jumla bilioni 60 za kitanzania zimewekwa na serikali ili kutekeleza miradi ya kuimarisha usalama ndani ya ziwa hilo Arthur Mgema anasema mafunzo kwa wavuvi pamoja na watoto wadogo walio kwenye hatari ya kuzama kwenye maji imekuwa ikitolewa kwa kushirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu na wadau wengine ili kupunguza ajali za kuzama kwenye maji. Tunashirikiana na ofisi ya Waziri Mkuu, idara ya uh, management ya maafa. Sasa hivi tunaandaa mkakati wa kitaifa wa kuzuia kuzama maji, tunaita national strategy for drowning prevention. Kwa huu ni mkakati ambao utatekelezwa kitaifa kwa kupitia ofisi ya Waziri Mkuu na Shirika la Afya Duniani, kwa pamoja tunashirikiana nao na sasa hivi tuko kwenye hatua nzuri sana za andiko ambalo linaelekea kushirikisha wadau wote. Lengo ni kuwa na mkakati wa pamoja wa kitaifa wa kupunguza ajali za kuzama maji ama vifo ambavyo vinatokea kwenye maji Tanzania nzima, na nikisema kuzama kwenye maji sio tu ziwani ama baharini, hata kwenye mabwawa wa swimming pool watoto wanapoteza maisha hata kwenye swimming pool, visima na vitu kama hivyo. Ikumbukwe kuwa miongoni mwa matukio mabaya ya ajali za majini yaliyowahi kushuhudiwa nchini Tanzania ni kama vile kupinduka na kuzama kwa meli ya MV Bukoba mwaka 1996 pamoja na kivuko cha MV Nyerere mwaka 2018. Dolingson Edward Morning Pesha.